Kutoka Mombasa tuelekee Nakuru, ambapo wakazi wa kaunti ya Nakuru ambao kwa miaka mingi wameishi bila vitambulisho kwa kutopita uh, msasa wa kiusalama hapo, uh, jana ama leo wanasajiliwa kumradhi, kwa vitambulisho eneo hilo. Wengi wa wanaohusishwa kwenye zoezi hili ni wale wanaotoka maeneo ya wa kaskazini mashariki. Zoezi hili likifuatia agizo la Rais William Ruto kuondoa zoezi la kuwapiga msasa wakazi wa maeneo ya mpakani kabla ya kupata vitambulisho. Evans Asiba yuko nao sasa hivi, tunaungana naye moja kwa moja. Evans Asiba, uko Nakuru kwa hivi sasa, nataka utuambie na idadi ya vijana ambao wameweza kujitokeza ili kupata vitambulisho, na hili wamelipokea vipi, kwamba hivi sasa hakuna maswali mengi ambayo watapambana nayo? Naam, Rashid, uliyosema ni hakika kwamba maswali yamepunguka kuhusiana na swala nzima la kupata stakabadhi muhimu, hawa wakiwa dada zetu, ndugu zetu wa kutoka maeneo hayo ambao pengine kwa muda wamekuwa wakihangaika kutafuta eh, stakabadhi hizi muhimu. Na sasa tulipo ni katika uwanja huu ambapo shughuli hii ilianza hapo jana, leo ikiwa siku ya pili kuhakikisha kwamba pengine wamepata nafasi ya kupata vitambulisho na kufurahia pengine kuwakaa Wakenya wengine. Lakini moja kwa moja nitakuwa ni nao pengine tuambie hali vipi. Na nikianza tu na mmoja wa kiongozi wa jamii, e, e, ukianza tu kwa kujitambulisha, pengine tuambie kwa muda kumekuwa na mahangaiko, kwa muda kumekuwa na ile hali ya kupigwa msasa na kuulizwa maswali, pengine wengine wakikosa wa kupata kufika vile vigenzo vya kupata nafasi ya kupewa pengine vitambulisho. Wewe kama mmoja wale wa wale viongozi wa jamii, hali vipi? Ah, shukran sana. Mi naitwa Abdullah Adan, mi ni mzaliwa na mkaaji wa Nakuru na kiongozi wa vijana katika mji huu. Kwa kweli, hii shughuli ya kupigwa msasa imekuwa ikituadhiri sisi kama jamii kwanzia Kenya ipate uhuru hadi wa sasa, tumekuwa tukipigwa msasa na hiyo kitu huwa ime, imeaffect jamii kwa sababu kupata ID inatake a long process, unaweza fanyiwa vetting vetting process ina take inatake a long, long, long time and then hata ukishamaliza vetting the process ya kupata ID pia ina take a lot of time. Kwa hivyo hiyo pia ina affect kwa sababu mtoto akimaliza shule anakaa kama 3 years, 4 years kabla apate ID. Unapata sasa the, equal, the ile rais anasema the inequality ilikuwa ina affect kwa sababu mwingine anapata ID anaingia university, wetu anakaa nyumbani, hata kupata kibarua inakuwa ni ngumu, na hata siku hizi kujiregister tu laini ama kutumia simu unataka ID. Kwa hivyo hii kitu imekuwa kitu affect sana kimaisha hata kibiashara na ki lifestyle kila kitu imekuwa ni shida. Kwa hivyo tunashukuru sasa, kwa vile rais alitoa hiyo mambo ya vetting, ndio unaona leo watu wengi wamekuja hapa. Tumesema tuhamasishe jamii waweze kuja kuchukua ID, kwa sababu mambo ya vetting rais alitoa, na tunamshukuru sana kwa hayo. Pengine tunajua kwamba jana mlikuwa na zoezi kama hili hii leo ndio inaendelea, pengine itakuwa kwa muda gani, na pengine idadi ya wale ambao hawajajisajili, wale ambao hawana vitambulisho ikawa ngapi kutoka kwa pengine wale ambao hawajapata nafasi? Kwa kufikia jana tulikuwa pale bondeni, na kweli the turnout ilikuwa kubwa sana, tukagundua tuka kwamba watu wengi hawana, na leo pia ukiona turnout ndio inaendelea kuwa kubwa nikiestimate kwa sababu hii ni kitu mimi nimekuwa nikipigania sana for a very long time. Hata unajua, nimekuwa kwa media kuanzia 2020 tukiongea mambo ya vetting to be abolished. Nikiestimate na roughly around 5000 people hawana ID na pia kuna watu ambao kwamba wamepitisha miaka hawajapata ID. Unapata mtu ako 30 35 years hana ID kwa sababu tu ya hiyo vigezo ya vetting, anakosa kukua kupita ile ile the requirement process. Unapata mtu ako na miaka 40 ana ID na ni mtu mkubwa, na yeye pia anazaa watoto ule ule. Mtoto baba hana ID, mtoto atapata ID kweli? Kwa sababu lazima apate birth certificate. Sasa unapata watu wanaishi bila ID na ina tupate sauti ya mzazi alafu tarudi kwako. Pengine tuwekaa mzazi wa mtoto ambaye pengine mmetafuta nafasi ya kupata vitambulisho kwa muda hamjapata, hii leo pengine mtoto wako, ni watoto wangapi wale ambao umeleta kupata vitambulisho, au kani moja? Hali vipi? Asante sana kwanza, ndugu yangu ambaye leo tumefika hapo salama, alhamdulillah

tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, leo tumehudhuria hapo na tumepata alhamdulillah kitambulisho yetu na tunashukuru sana serikali yetu ya Kenya. Pengine watoto wako ambao wawili ambao umewaleta wana umri wa miaka mingapi, na iwapo mmejaribu kutafuta imekuwa vipi. Alhamdulillah, muda mrefu bado wona, lakini alhamdulillah sahi na moja ni mwaka 19 na moja ni 18, alhamdulillah Yes. Ndugu, pengine kwa sekunde, sauti yako ni gani? Uh, sisi tunashukuru Mheshimiwa Rais uh, William Ruto kwa kuweza kutoa shughuli ya vetting. Kama unavyoona asiba, uh, jamii yetu kwanza haswa, uh, wamekuwa wengi wamesumbuka katika mambo ya kitambulisho na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, hii mambo ikuwe na kuja ground kila mwezi, watu wengi wachukue kitambulisho, ndo tusonge mbele pamoja kama jamii zingine. Haya, basi, kwa ajili ya muda hatutakuwa na mahojiano zaidi ya hayo, lakini tutakuwa wenye kutengeneza taarifa hii katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji kuhusiana na swala hili nzima la wakazi wa Nakuru kupata nafasi ya kipekee ya kupata vitambulisho pasipo kuwa na msasa kutoka kwa vyombo vya usalama, pengine kutokana na wale wanaotoka katika mpaka mpakani mwa taifa hili, wakipata nafasi hiyo wa adimu ya kupata vitambulisho baada ya agizo hilo la Rais Daktari William Ruto. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa tukielekea mapumzikoni. Mimi ni Evans Siba, na tukirudi mwenzangu Rashid Abdalla atakuwa mwenye kuendeleza mada hii ya leo, mazungumzo haya leo. Twende mapumzikoni.